Chama amenunuliwa, serikali ya Kondoa imenunuliwa. Mama Samia, tutetee tusemee. Mariam sio chaguo la wanaKondoa. Mariamu yeah, Ditopile sio chaguo letu. Kaja kuvuruga, kaja kuvuruga amani ya wanaKondoa. Mariam Ditopile leo anawatishia mama zetu na baba zetu kwa bunduki, ili wapige kura, wampigie yeye. Sisi hatuwezi kukubali kama vijana waKondoa, kama wakina mama wa Kondoa, kama wazazi wa Kondoa, sisi tunapinga uchaguzi wa Mariam Ditopile. Mariam Ditopile akiapishwa, sisi wana Kondoa tunarudisha kadi. Hatumtaki Ditopile. Kondoa yetu haja kutuharibia. Kwa nini awatishie wazazi wetu? Kwa nini awatishie wakina mama? Kwa nini akodishe maskari wakagawe rushwa, alafu gari la chama linatumika kwenda kugawa rushwa? Hii ni yake mama Samia, hiyo sio haki. Katibu wetu wa chama, sisi hatumtaki Katibu wa chama hatukutaki. Mwenyekiti wako, hijasuru, wewe ndo mama mbaya. Wewe ni mama, lakini huna uchungu na mama wenzako. Wewe wewe, mama gani unakuwa hutuonei huruma sisi watoto wako? Hijasuru umekuwa wewe ndo kitu kikubwa, umekuwa ni kichomi, umekuwa ni mwiba Kondoa hii. Hijasuru wewe sio mwana Kondoa. Hijasuru wewe umenunuliwa. Hijasuru sisi hatukutambui wananchi wa Kondoa, wewe sio wa kwetu. Unatufanyia vitu vya kidhalili. Leo katibu wa chama anatutukana Kondoa, anasema tunaitetea Kondoa yetu, tutasimama kuitetea Kondoa kama, kama mimi kijana waKondoa naungana na, na vijana, na jumuiya ya vijana wenzangu wote na kuwasemea wakina mama wote ambao wametishiwa bunduki ili wampigie Mariam Ditopile kura. Sisi hatukubali huo uchaguzi, tunaupinga. Mariam Ditopile sio chaguo la wanaKondoa. Hilo la kwanza. Mama same, tusikilize katibu wa chama kuanzia, hatumtaki, hatumtambui katibu wa chama chama. Sasa sisi hatumtaki, hatumtambui kama katibu wetu wa chama wa Kondoa mjini. Sisi hatumtaki. Yeye ndo mtu wa kwanza anaongeza chachu ya kuongeza rushwa, kwa sababu gari lake ndo lilikuwa linatumika.